Saa mawili yaliyopita nimetoka gerezani Ukonga na nimeonana na mheshimiwa Lissu. Kama mnavyojua, Lissu alikamatwa, amefunguliwa kesi kubwa ya treason uhaini. Hukumu ya kesi ya uhaini kwa mujibu wa sheria za nchi hii ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo mtu aliyepigwa risasi kumi na sita mwaka elfu mbili na kumi na saba Mungu akamuokoa. Serikali ya Rais Samia imempa kesi ambayo wanataka wamuhukumu na wamnyonge wamuue. Hajaiba kitu cha mtu, hajaua mtu. Anachosema ni kwamba anahitaji mifumo huru na haki ya kusimamia uchaguzi ambao haumpendelei mtu yoyote, ili watanzania muwe na haki kwa mujibu wa katiba hii, ibara ya nane, kupata kiongozi anayetokana na nyie. Hilo ndio kosa lililosababisha wamempa kesi ya uhaini treason. Sasa amesema kwanza, yuko vizuri yes. Yuko vizuri ana afya njema, nimeongea naye, ameniambia mapambano yaendelee, ameniambia mapambano yaendelee. Na mimi nasema mapambano yaendelee, wangapi? Nasema mapambano yaendelee. Asante, hilo la kwanza.